Leo natamani tuzungumze kidogo juu ya huduma shuleni, hasa huduma za kiroho. Tunaishukuru sana serikali yetu kwa sababu na taifa letu, kwamba inatoa nafasi ya sisi kuwashirikisha watoto wetu neno la Mungu wanapokuwa shuleni, na wametenga vipindi kabisa, na vimewekwa vipindi kwa ajili ya kushirikisha watoto wetu um, huduma za kiroho. Na nikuambie watoto, mioyo yao iko tayari kupokea lakini nani anaweka kitu ili kiweze kuingia ndani ya moyo wake? Natamani leo uone jinsi ambavyo tunasema kukifikia kizazi chetu kupitia huduma shuleni, zile huduma ambazo zinafanyika shuleni. Mara nyingi sana watumishi wa Mungu na watu wa Mungu na wana wa Mungu, kitabu cha Luka sura ya kumi mstari wa kwanza hadi wa pili inaonyesha jinsi ambavyo Yesu alikusudia mwenyewe ili kutangaza ufalme wa Mungu. Yaani Yesu leo angekuepo mpaka sasa angeenda kufanya huduma shuleni, kwa sababu ni kati ya eneo ambalo lina fursa na lina nafasi kubwa, na nikuambie Mungu ameachilia ule huo mlango maalum kwa ajili yetu sisi kuhakikisha kwamba kuna kitu tunawekeza ndani ya watoto wetu. Unajua Luka 10 msari wa kwanza hadi wa pili, Biblia inasema basi baada ya hayo Bwana Yesu aliweka na wengine sabini, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Sasa kuna wakati ambapo Yesu alikusudia kwenda maeneo mengi sana, lakini hawezi kwenda. Sasa alipanga katika wale watu sabini aliokuwa nao, akawapanga wawili wawili, ili mahali ambapo alikusudia kwenda wao waende na wakafanya kile ambacho alikusudia, na alifanya hivyo kwa sababu uh, mavuno ni mengi. Katika mstari wa pili anawaambia mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, na anasema tumwombe Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Sasa tunapoangalia eneo la shuleni, ni eneo ambalo kiukweli Mungu ameliweka mbele yetu, ameliweka kwa kanisa, na nafasi imetolewa kwa mtu yeyote ambaye ana mzigo na ana kitu ambacho anataka kuhamisha ili kwenda kwa watoto wetu sasa Wapo watoto ambao hatuwapati kanisani, lakini tunawapata shuleni. Wako watoto ambao hawaendi katika maeneo ya ibada, lakini unapofika shuleni unakutana nao. Sasa lazima tuhakikishe kwamba tunaifanya kazi hiyo kwa uaminifu, kwa sababu Yohana 9, mstari wa 4, Yesu alisema, imetufanya imetupasa kuzifanya kazi yake yeye aliyenipeleka maadam, maadam ni mchana. Usiku unakuja, asipoweza mtu kufanya kazi. Unajua, Ukiangalia jinsi ambavyo Yesu alizungumza juu ya hii, utaona jinsi ambavyo alijua kabisa kwamba amebakiza muda mchache sana wa kuwepo duniani ili kutimiza ile kazi ambayo amekusudia. Lakini pia mchana kwake inaweza kuwakilisha labda uhai wake au ule wakati ambapo angekuwepo, na usiku ungeweza kuwakilisha labda ule wakati ambapo sasa atakuwa ameondoka. Sasa Mungu amekupa nafasi, nenda shuleni. Mungu ametupa nafasi tuende shuleni, kwa sababu huu ndio wakati ambapo Mungu ametupa Hatia. Huu ndio mchana wetu, watoto wakiwa shuleni ndio mchana kwetu sisi, tuwekeze kwa nguvu sana, kwa sababu usiku unakuja. Sasa tunaposema usiku, maana yake wanapoondoka shuleni, inaweza kuwa usiku kwetu, kwamba hatuwezi kuwapata tena au unapofika wakati ambapo huwezi kufanya tena huduma hiyo ya kuwafikia watoto, ni usiku pia kwako. Sasa tuitende kazi ya Bwana maadam ni mchana, maana usiku waja, mtu asipoweza kufanya kazi. Sasa mlango wa kupeleka injili kwa kweli kwa watoto wetu umefunguliwa. Natamani ni nikuonyeshe, unajua yako matokeo makubwa sana ya sisi kufanya huduma za kiroho shuleni, yapo matokeo. Nataka tu nikupitishe katika baadhi ya matokeo sita, yako mengi sana lakini mimi natamani katika somo hili ni kupitishe maeneo sita ambayo kama tukienda shuleni tutakuwa tunafanya jambo kubwa sana. Unajua, tutawatengeneza wanasiasa wa kesho, wacha Mungu na wazalendo wa kweli wasiotaka rushwa. Hiyo ni namba moja kwenda kwetu shuleni kwa sababu tunawekeza fahamu, huyu mtoto atakuwa shule za, shule ya msingi, baadaye ataondoka ataenda sekondari, baadaye ataenda a level, ataenda ataenda chuo kikuu atasoma, atafika mahali ambapo ataajiriwa. Huyu anaweza kuwa mwanasiasa. Sasa wale watu waliofanya vizuri katika huduma shuleni na kuhakikisha kwamba wanawekeza, maana yake mtoto anaandaliwa mwanzoni. Kwa hiyo atakuwa mwanasiasa wa kesho mzuri, ambaye anamcha Mungu, ana hofu ya Mungu, lakini pia ana uzalendo wa ndani wa kweli na asiyetaka rushwa. Lakini matokeo tokeo lingine la pili, tunatengeneza wataalamu wa kesho wachamungu wasiotaka rushwa wala ufisadi, mainjinia, madaktari, watu ambao watasimama kufanya mambo makubwa katika taifa letu. Hawa wow, wanapitia shuleni wanajifunza shuleni. Sasa tunapoenda shuleni, maana yake tunatengeneza wataalamu wa kesho, wacha mungu wenye hofu ya Mungu, ambao hata kama wanasimamia miradi na maeneo mengi na wanasimama kwa ajili ya kuamua hatima za, za taifa, kama wataalamu wa nchi yetu, tunawatengeneza watu muhimu sana na maalum sana kwa ajili ya baadaye. Lakini ya tatu, tunaisaidia serikali yetu na jamii kwa ujumla kuandaa watumishi na wafanyakazi waaminifu. Hiyo ni muhimu sana. Sisi tunaandaa yani, sisi tuna sehemu kuisaidia serikali. Tunapofanya huduma shuleni vizuri, ni tunakuwa sehemu ya kuisaidia serikali yetu na jamii yetu kwa ujumla kuandaa watumishi na wafanyakazi waaminifu. Unajua sasa hivi ni mara chache sana kupata wafanyakazi waaminifu, watumishi waaminifu. Wapo lakini kiukweli tupate wafanyakazi waadilifu waaminifu wanaofanya kwa moyo wa kupenda, sio wa kusukumwa, ni tunapoweka huduma shuleni. Maana watajua juu ya Mungu, tutawafundisha juu ya Mungu, tutafundisha jinsi ambavyo Yesu alikuwa kiongozi na mtu aliyejitoa kwa ajili ya wengine. Tutafundisha mambo mengi na wataelewa kwamba Mungu amekusudia jambo kubwa katika maisha ya kila mtu. Lakini jambo la nne, tutatengeneza watumishi wa kanisa la kesho, ambao hawa wana ujuzi na wacha mungu Unafahamu, kanisa pia inahitaji watu wenye elimu wenye uwezo wenye ujuzi ambao wanaweza kulisaidia kanisa, na hawa wanapitia shuleni. Tunapofanya huduma shuleni, maana yake tunatengeneza watumishi wa kanisa la kesho, hawa watu ambao wataalamu ambao watakuja kutusaidia katika maeneo mbalimbali mbali. katika kanisa, tunakuwa tumewaandaa kwa sababu tumefanya huduma shuleni. Lakini eneo la tano, tunawatengeneza jamani, wazazi wa kesho wa cha Mungu watakaoongoza watoto wao katika njia za Bwana. Ukisoma katika Mwanzo 17 utaona jinsi ambavyo Ibrahimu alifanya vizuri sana katika eneo hili. Sasa unapoenda shuleni unamtengeneza mzazi ambaye atakuwa na mcha Mungu. Unamtengeneza baba, unamtengeneza mama ambaye ataweza kuwaongoza watoto wake, maanake amepata mafundisho kutoka kwako kwa. na ataweza kusimama na kuongoza na kuongoza uh, watoto wako katika njia iliyo sahihi katika njia ya Bwana. Lakini mwishoni tunatengenezea pia dunia uh, wa misionari wacha Mungu watakaobadilisha vizazi vya ulimwengu kwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wataweza kufanya mambo makubwa sana katika ulimwengu huu. Wataleta badiliko kubwa sana katika ulimwengu unaokuja uh, maana sisi tumewekeza kwa nguvu sana ndani yao. Maana yake ni kwamba tunapofanya huduma shuleni tunabariki maeneo haya. Tunabariki familia, tunabariki kanisa, tunabariki taifa, tunabariki ulimwengu kwa ujumla. Sasa, Unapo, tusipofanya huduma katika shule zetu ambazo Mungu ametukusudia, tunanyima yaani, tunainyima familia, kanisa, taifa, ulimwengu, watu bora. Nikwambie embo, kila kanisa na watu ambao wanaweza kufikia ma, kufikia shule, hakikisha nafasi ya kufundisha neno la Mungu unafanya kwa nguvu sana, maana utasababisha matokeo makubwa katika maisha ya mtoto na katika taifa ambalo Mungu ametupatia. Najua sasa nimekutia moyo, na najua sasa utafanya kwa nguvu zaidi ili kufikia shule zetu. Mungu akubariki.